Mheshimiwa Spika, sasa tuzungumzie maduhuri katika mwaka wa fedha 25 26, wizara imekadiria kukusanya maduhuri shilingi trilioni 1.18 kutoka kwenye idara na taasisi zake. Naomba nirudie Mheshimiwa Spika, wizara yetu inakadiria kukusanya maduhuri mapato shilingi trilioni 1.18 kutoka kwenye idara na taasisi zake Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 25 26 ishi ishi6t wizara inakadiria kutumia shilingi bilioni 359.98. Kati ya fedha hizo bilioni 254.23 zitagaramia matumizi ya kawaida shilingi bilioni 105.74 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Fedha za matumizi ya kawaida zinajumuisha mishahara bilioni 130.70 na matumizi mengineo bilioni 123.52. Fedha za miradi ya maendeleo zinajumuisha bilioni 32.47 fedha za ndani na shilingi bilioni 73.27 fedha za nje. Mheshimiwa Spika, fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 254.23 zinajumuisha shilingi bilioni 32 52 kwa ajili ya wizara na shilingi bilioni 221 kwa ajili ya taasisi zilizo chini ya wizara. Kati ya fedha za wizara shilingi bilioni 10.18 ni mishahara na shilingi bilioni 22.33 ni matumizi mengineo. Fedha za taasisi zinajumuisha shilingi bilioni 120.51 za mishahara na shilingi bilioni 101.18 za matumizi mengineo. Mheshimiwa Spika, maombi ya fedha ili wizara iweze kutekeleza malengo ya kipaumbele iliyojiwekea, ninaomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 359 milioni 982 271 el kwa matumizi ya fungu 69 kwa mwaka wa fedha 25 26. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 254 milioni 232 349 elfu ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 105 milioni 749 922 elfu ni za maendeleo. Mheshimiwa Spika, fedha za matumizi ya kawaida zinajumuisha shilingi bilioni 130 milioni mia saba na tisa na 54,000 za mishahara na bilioni 123 milioni 523 295,000 za matumizi mengineo. Fedha za miradi ya maendeleo zinajumuisha bilioni 32 milioni 476 51,000 fedha za ndani na bilioni 73 milioni 273 871,000